Ni katika viwanja vya Nyamanzi hapa ambapo maonyesho ya utalii na uwekezaji yanatarajiwa kufanyika. Muda mfupi uliopita, waziri mwenye dhamana ya utalii Mudrik Ramadhan Soraga amezungumza na waandishi wa habari akijulisha umma juu ya kukamilika kwa asilimia takriban thamanini ya maandalizi ya eneo hili ambalo linafanyika maonyesho hayo. Miongoni mwa mambo ambayo mheshimiwa waziri ameyasisitiza ni kuwataka wananchi wa Zanzibar, wawekezaji, wadau mbalimbali kushiriki katika maonyesho haya lengo ni kuhakikisha kwamba azma ya rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Daktari Hussein El Mwinyi ya kuinua sekta ya uwekezaji na sekta ya utalii hapa Zanzibar inazidi kufanikiwa. Maonyesho ya uwekezaji, ya ya utalii na uwekezaji 2025 tunatarajia kwamba tutakuwa na buyers wasiopungua mia na hamsini, vile vile exhibitors, lakini vilevile wasiopungua mia na hamsini E, katika ile siku ya ufunguzi tunatarajia kwamba tutakuwa tuna ushiriki wa watu wasiopungua mia tano wakijumuisha na hawa buyers na exhibitors ambao watakuwepo hapa. Kwa hiyo kwa ujumla tunatarajia si pungufu ya watu mia saba kwa pamoja ambao tutakuwa nao katika e, sherehe ile ya ufunguzi. Tumesema kwamba tutambue makundi mbalimbali mbali ambayo tumekuwa nayo pamoja katika safari yetu hii ya tangu kuanzisha haya maonyesho ya utalii na uwekezaji. Kwa hiyo tutakuwa tuna awards mbalimbali mbali, ambazo tutawa recognize e, ikiwemo vyombo vya habari na naamini kwamba vyombo vyote vya habari ambavyo tumekuwa navyo kwa karibu sana tunavifahamu. Kwa hiyo tutahakikisha kwamba kila mmoja wenu tunawatambua na kuwapa cheti maalum kwa ajili ya kutambua michango yenu na juhudi zenu. E, na namna ambavyo mmekuwa mkijitoa katika harakati nzima za kutangaza utalii wetu. Lakini vilevile, marais wetu wote wawili, rais wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, na wao pia tutawatambua na kuwapa e, tuzo maalumu kama machampion kwa maswala ya kutangaza utalii na uwekezaji kwa upande wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tunafahamu kwamba mheshimiwa rais amekuwa kinara katika dhana nzima ya kutangaza utalii hususan kupitia ile filamu ya Royal Tour. Lakini kwa upande wa Zanzibar, uh, presidential tour ambayo ilikuja kurekodiwa na yule akta mashuhuri kutoka China. Mheshimiwa rais wa Zanzibar na yeye alikuwa ni kinara katika filamu hiyo. Kwa hiyo kupitia tukio hili tutawatambua viongozi wetu hawa, lakini vilevile vile, wadau wetu wote katika sekta ya utalii nao pia tutawapa recognition maalumu, na kila mmoja ataondoka na tuzo yake, ili kuweza kudumisha ule umoja wetu na mashirikiano yetu, lakini vile vile kuonyesha kwamba serikali inathamini kila mmoja mchango yake ambayo alikuwa nayo leo ni tarehe kumi na nane ya mwezi wa sita mwaka elfu mbili na ishirini na na tano na maonyesho haya yatafunguliwa rasmi siku ya Ijumaa ya tarehe ishirini ya mwezi wa sita mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Wananchi wa Zanzibar na Watanzania na Afrika Mashariki wanatarajiwa kujumuika hapa kwa pamoja e, katika tukio hili kubwa na adhimu. Haya yatakuwa ni maonyesho ya pili. Kumbuke mwaka elfu mbili na ishirini na nne, yalifanyika hapa kwa mara ya kwanza yakiwa na ufanisi mkubwa. Wanakaribishwa wananchi wote wa Zanzibari na Watanzania katika kushiriki maonyesho haya.